Jeshi la Marekani kwa kushirikiana na majeshi ya wa washirika wake limefanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya malengo ya kundi la Islamic State IS nchini Siria, hatua inayosemwa kuwa ni ya kulipiza kisasi kufuatia shambulio lililowaua wanajeshi wa Marekani mwezi Desemba. Mashambulizi hayo yalifanyika kwa maelekezo ya Rais Donald Trump kama sehemu ya operesheni inayoitwa Operation Hawkeye Strike kwa mujibu wa Kamandi Kuu ya Jeshi la Marekani, Centcom. Operesheni hiyo inalenga kudhibiti ugaidi na kulinda majeshi ya Marekani pamoja na washirika wake walioko katika eneo hilo. BBC imeripoti kuwa, Centcom ilisema kuwa zaidi ya silaha 90 za kisasa zilitumika kulenga zaidi ya maeneo 35 na tano ya IS huku zaidi ya ndege 20 za kivita zikishiriki katika operesheni hiyo, miongoni mwa ndege hizo ni F-15, A-10, AC-130J, mq MQ-9 pamoja na ndege za F-16 kutoka Jordan. Hadi sasa, maelezo kuhusu maeneo kamili ya mashambulizi pamoja na idadi ya waliouawa au kujeruhiwa bado hayajatolewa, huku tathmini ya uharibifu ikiendelea kufanywa na majeshi husika. Waziri wa Ulinzi wa Marekani, Pete Hegseth alisema Marekani haitaacha kamwe kulipiza kisasi kwa mashambulizi dhidi ya wanajeshi wake, akisisitiza ya kuwa usalama wa raia na wanajeshi wa Marekani unabaki kuwa kipaumbele kikuu. Serikali ya Marekani ilitangaza operesheni hiyo kwa mara ya kwanza mwezi Desemba baada ya shambulio la kundi la IS mjini Palmyra, katikati mwa Syria, lilivyosababisha vifo vya wanajeshi wawili wa, wa Marekani na mkalimani mmoja raia wa Marekani. Tangu kuanza kwa operesheni hiyo, majeshi Amerikani ya Marekani yamesema yamefanikiwa kuwaua na kuwakamata wanajeshi kadhaa wa IS katika operesheni mbali mbalimbali huku yakilenga kuharibu miundombinu na uwezo wa kijeshi wa kundi hilo. Siria bado ipo katika hali ya kisiasa ya kiusalama isiyo imara tangu kuanguka kwa usalama wa rais Bashar Asadi mwaka 2024, hali ambayo imeacha mwanya kwa makundi yenye msimamo mikali kuendelea kutekeleza mashambulizi licha ya kudhoofika kwao. Imeandaliwa na Heleni Mdinda kwa msaada wa mashirika ya habari na kusoma kwako nami Timo Thrugoe. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.